Mwenyekiti ha, ameshambuliwa. Sisi serikali tunachukua hatua kali na itakuwa ya mfano, na hao waliofanya hilo jambo watasimulia mpaka wajukuu zao watawaambia kwamba kuchukua sheria mkononi, si tu kumpiga mwenyekiti, kumpiga mtu yeyote ni kosa kubwa. Maana wamempiga daktari, wamempiga wame, damu zika zikatoka ndani zikaharibu kabisa na anapokuwa kwenye ICU, hawa msiwaachie haraka kabla hatujawapeleka mahakamani. Dhamana yao mwitizame vizuri sana, kama kuna haja ya kuwapa dhamana, maana yake asija kafa mwenyekiti wetu. Hawa mwenye wanaochukua sheria mkononi wanakosea sana kwa sababu kijiji hiki hakina eneo eneo la kuchungia mifugo, na mwenyekiti alikuwa anafanya kazi yake nzuri. Hali tuliokua naye saa hizi, sisi binadamu hatuna maisha heli ya homa kuliko hali ya Wasukuma saizi hatuna nini, maisha tunakufa bila dawa mdomoni wala uji. Kwa ajili ya nini? Wafikaji. Kwa kweli Wasukuma saizi sisi tumisha kabisa roho zetu kwa Wasukuma wanachotufanyia. Nimelima bustani yangu ya mboga Wasukuma wanafika pale yani na wanalisha na mwenyewe unaona, ukiwauliza wanakuletea ukali wanakwambia nga mboga yako aizi ya Mungu manaikanyaga maneno mengi mengi mengi kwa hivyo hata miogo yangu weka moja tu amevuruga yojulikana, imepanda mwaka jana. Huyu mwenyekiti safari hii ya pili kupigwa, mwaka jana alipigwa, mwaka huu amepigwa. Kwa hiyo tunaomba serikali hawa jamaa iwatengee sehemu ya kuishi, wapo jirani na vijiji, sasa sisi hatuna raha. sasa kwa kijiji chenu kwanza, hamjatenga eneo la ufugaji, lakini pia hatuna orodha ya watu waliosajiliwa kwa hiyo hapa tunatambua kwamba hakuna mifugo katika kijiji cha Chiurungi. Katika kata hii limetengwa eneo la ukubwa wa hekari elfu tatu na mia tatu katika kijiji cha Litoa. Kwa hiyo tuna changamoto mnazozipata, maana yake ni wale wanaotoroka kule kwenye maeneo tengwa kuja huku.